Physics umepata ngapi? la tano na. Na sawa. Haya, umepiga ngapi English? English. Somo la sita English. Eh, sawa English umepata ngapi? Umepiga B, somo la saba Bio. Biology umepata ngapi? <laughs> hey, yeah, la mwisho Kiswahili, kwa ngapi? Kwa jumla umepata wasani wangapi, pata wani ya ngapi? Wani ya kumi na moja? Hiyo kidaa form ngapi uko halafu sasa hivi, kwa hiyo kile chuo cha serikali na ulishindwa kwenda, au sio?